kama wazalendo wa ODM miaka nenda miaka rudi, kusema ukweli, mmetunyima haki yetu. Ukiangalia Busia ni kubwa, kuanzia Teso North mpaka Budalangi. Kusema ukweli, mmepewa nyadhifa tano. Kwanza mawaziri, mtu wa Busia hakuna hata mmoja, hakuna mmoja. Kale kamoja ambayo tulikuwa tumepewa ni Ruto alikuwa ametusaidia kababu na mwamba, lakini pia kalienda na mwewe, tukavumilia tumepewa PS 14. Kusema ukweli, hakuna hata moja. Ile moja ambayo mnatuambia mmetupatia tumefanya kwa login kwa masimu zetu kwa internet, sio mtu wa Busia tunaangukia chama cha chama cha ODM miaka enda rudi anguka tunaanguka naye yeye, tunaamuka tunaamuka na yeye na, e, na na anatusahau natu, na, hapa Busia sasa hatusikiki Busia, hata kwa wapi hata bunge tusikiki. Kwa sababu gani? Na baba ako mbele anajua tu watu wengine, na sisi Busia hapa, na tuacha tunakufa nje, tunahangaika na wesa wesa. Ndio tuko na kura, tuko na kura block, tukiamua kupiga kura tunapiganga kura. Bora baba aseme mpige kura, tunatokaga sisi wote na ODM. Na kama itakuwa ni hivyo hata heri basi tukae tu, kuliko kusema ati baba mara mara Raila mara sijui nani Ruto. Wewe unatujua kama Teso tangu hata ukue, kwa hii serikali yote hujawahi kuona Teso kama imewahi pewa hata bendera peke yake, hata sister na baki kwa sister minister. Hata ile juzo umetupatia kwa mere mase hii tu kidogo, hiyo pia umenyang'anya. Sasa sisi tuende wapi? Wewe na, na, Raila utuambie sisi tuende wapi? kama Teso hakuna venye PSS wanachaguliwa, ati broad based government imetengwa, na Busia yenyewe hakuna, na sisi pia wenyewe tumesoma, kama wameona hakuna, mimi ndio huyu hapa basi munipee hapa, nitafanya hiyo kazi. Kwa hivyo sisi kama watu wa ODM, tunaomba baba Raila Amolo Odinga, tafadhali tafadhali tafadhali, consider mambo ya Busia because 99% of voters wa Busia tunakufa na chama chako na wewe mwenyewe, lazima baba, tafadhali tafadhali utuambie, sisi watu wa Busia tumeukosea wapi? Kukupigia kura ndio makosa, ama kukaa ndani ya chama ndio makosa? Tuna demand kama wakaaji wa Busia kuanzia Teso North Teso South Matayos Budalangi Samia Butula na Mbale tuna demand mkate yetu. Yes! Yes! Wabunge wa Busia wameenda kulala bungeni. Yes! Wabunge wa Busia Wabusha amtetei wakaaji wa, wa, wa Busia Wabunge wa Busia tunawangoja, tunawangoja. Kama kama mutatutetea mwende, mwishi Nairobi, kama hii mambo ya CS PS, hakuna hakuna. Mbunge yoyote ni mbunge mmoja ndiye amejitokezea, ndiye amejitokeza, ndi ame, ame kutetea wakaaji wa Busia, na hao wengine wako wapi eh? Kama ni hivyo, wacha tuchagua wamama, tuchagua wamama peke yao. Mary Mase ndio mtu amejitolea hey, kutetea wakaji wa Busia, huyo kwa... ndio tunajua lakini wabunge kuanzia Odanga, Mulanya, Wanjala, Oyula, Mudenyo, uku Kaunya, hakuna munafanya. Tuna wangoja. Kama mmeridhika 2027 tunajipanga, tutakutana na nyinyi.